Mtu ambaye alikuwa anapenda sana kuomba, anapenda sana kufunga, anapenda sana kukaa mbele za Mungu katika maombi, inafika wakati ambao mambo hayo tena hayapendelei, ule msukumo tena hausikii. Ukishaona mtu ameishi hivyo, au ukishajikuta katika hali kama hiyo, huwa kuna kitu cha kimungu kimepotea au kimepungua katika maisha yako. Kwa hiyo unahitaji kufanya recovery. Unahitaji kufanya kitu cha ziada ili urudi katika hali yako ya awali, kwa sababu maombi ni kitu ambacho hakitaki kuondoka katika maisha. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Sasa nitakuonyesha, Yesu pia aliyazungumza hayo. Ukiangalia kitabu kile cha Matayo sura ile ya sita, Matayo sura ile ya sita mstari ule wa tano, naomba mtu mmoja nisomee pale. Mathayo mtakatifu sura ya sita na ule mstari wa tano inasema: tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Asante sana. Yesu hapa anafundisha Alikuwa anaweka utangulizi wakati anakwenda kuwafundisha wanafunzi wake kusali. Ukianzia ule mstari wa saba ukaendelea kusoma ukasoma hadi ule mstari wa tisa pale kwenye mstari wa tisa Yesu anaanza kuambia kwamba wasali vipi wanafunzi wake, lakini pale kwenye mstari wa tano anaweka utangulizi anapowaandaa ili awafundishe wanafunzi wake kuomba. Anasema basi usalipu. Nataka nikusomee katika Biblia ya Kiingereza. Ni nikuonyeshe namna ambavyo inasema kwenye Biblia ya Kiingereza. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema hivi, and when you play, and when you play you must not be like hypocrites. Pale mwanzoni pona pataka zaidi kwamba Hajasema and if you play. Amesema, and when you play. Hiyo inaonyesha nini? Yesu alikuwa anaonyesha kwamba swala la kuomba siyo swala la uchaguzi kwa mtu aliyemwamini, swala la kufanya maombi siyo swala la uchaguzi kwa mtu aliyeokoka. Swala so la kuomba ni swala so ambalo ni lazima lifanyike, ndio maana anasema when you pray, that means you must pray. Ina maana kwamba ni lazima uombe, ndio maana anasema sasa, unapoomba, unapoomba. Hajasema kama ukiomba, akikwambia kama ukiomba, maanake unaweza ukaomba au usiombe. Ndio maana hajasema if you pray. Ndio maana ajasema kama ukienda kuomba kama ukiomba, amesema unapoomba, unapoomba, unapokula maanake ni lazima ule. Bwana Yesu asifiwe, amen. Unapoomba maanake ni lazima uombe. Kwao jamani, swala la maombi au maombi ni kitu ambacho kimesisitizwa na ni lazima kifanyike katika maisha ya mtu aliyemwamini Kristo. Kufanya maombi ni kitu muhimu kama ilivyo kula. Kula ni muhimu, ni lazima ule ili uweze kuendelea kuishi. Hakuna mtu anaweza kukaa muda mrefu sana bila kula. Unaweza ukakaa muda kitambo, lakini baadaye utahitaji kula tu. Usipokula utakufa. Sasa na maombi ndivyo yalivyo. Maombi ni kitu ambacho ni lazima kifanyike kila wakati katika, mtu ali, katika maisha ya mtu aliyeokoka. Hakuna namna mtu wa Mungu anaweza kaacha kuomba, na haya sio yale maombi ambayo mtu unaomba kwa mazoea ha? ni maombi ambayo unaji- una una, una a, unaamua kutoka ndani ya moyo wako kwamba mimi nataka nimtafute Mungu, nataka nizungumze na Mungu, nataka nijih-, nijihusianishe na Mungu kwa njia ya maombi. Sasa aina hiyo ya maombi ni maombi ambayo ni lazima yafanyike kila siku. Ndio maana Yesu akasema mnapoomba, when you pray, akimaanisha kwamba sio uchaguzi kwamba uombe au usiombe, ila ni lazima u kwa hiyo, namna ya kwanza ambapo maombi yamesisitizwa katika maandiko maombi yamesisitizwa katika maombi katika maandiko kwamba tuombe kila siku. Ukisoma ile Luka sura 18 mstari wa kwanza, inaonyesha hivyo. Mtu mmoja naomba nisomee. Luka Mtakatifu sura ile ya 18 na mstari wa kwanza. Maombi yamesisitizwa katika namna ambavyo inabidi yafanyike kila kila siku. Sasa msitizo wa kwanza wa maombi ni kwamba maombi yafanyike kama wajibu wa mtu aliyokoka. Kwa mtu wa Mungu, wewe uliyepo hapo uliokoka, unatakiwa ujue kwamba kufanya maombi ni wajibu wako, ni wajibu wako kwa ajili ya kuhuisha na kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Ukiacha kuomba utapoteza uhusiano na Mungu, ule uhusiano wako na Mungu wa karibu kabisa utapotea. Lakini jambo lingine ambalo ni la kiwajibu ambalo ni lazima lifanyike kama wajibu ni kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga pia ni swala ambalo ni lazima kila mtu aliyeokoka alifanye kama wajibu. Mara mwisho umefunga leo? Bila sio kwamba ulikuwa unatekeleza ratiba ya kanisa, wewe binafsi uliposema kwamba leo mimi nataka nifunge, ni utafute uso wangu. Mara mwisho ilikuwa nini? Usinijibu lakini mara ya mwisho unasema, mimi leo, nataka nifunge, nitafunga wiki nzima, siku siku tano, nitakuwa nakula jioni, asubuhi si, mchana sili, nakula jioni, na utafute nautafute uso wa Bwana. Mara ya mwisho pana ivolii angalau siku tano, Jumatatu mpaka Ijumaa, au angalau siku mbili, mara ya mwisho Awengi huwa watufanyi mara kwa mara, na wakati mwingine lazima shangaa, ukamaliza wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, mwezi, kila siku nakula tu siku nakula tu, lakini haujibili. Lakini Yesu, nalo hili alilifundisha na kulisitiza Mathayo, Mathayo sura ya sita mstari wa kumi na sita, sita, sita na wa kumi na saba mtu mmoja akifika pale naomba anisomee, ninasema tena. Mfungaku msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kwa kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso. Amin, asante sana. Yesu anafundisha hapa an, an, vinaonekana vitu viwili ambavyo nataka pia niviweke sawasawa kwako. Kitu cha kwanza ambacho kinaonekana ni kwamba swala la kufunga ni swala ambalo ni la kiwajibu, ni lazima ki, lifanyike. Ndio maana pale ukisoma kwenye Kiingereza, nasoma vizuri, anasema kwamba ni lazima ufunge, maana ndiomanasema unapofunga, unapofunga kuaunapo unapo unapo unapo ikiwa ha? Ikiwa manake unaweza au unaweza kufanya au usifanye. Ikiwa utafanya, ikiwa utaenda, unapoenda unapoenda, manake ni lazima utaenda. Huyu mtu anajua lazima uende, unalazimika kwenda. Sasa hapa Yesu anafundisha, anasema When you fast, unapofunga sasa kuna kitu kingine nazungumza kule, anasema do not look this like the hypocrites, kwamba usiwe kama kwamba wanafiki. Wao anapofunga anajiweka vibaya, uso wake uso wake unakunjamana kunjamana namna na hii, ili kwa mtu akimwona, a kwamba huyu mtu anafunga, si ili a utafute uso wa Mungu Ha, anafunga ili ajulikane, kwamba watu yule bwana kwa kufunga yule watu wamsifie, mwingine akifunga. Sasa Yesu alikuwa ananifundisha hili, kwanza amewaelekeza kwamba ni muhimu kufanya, lakini anawafundisha ili wafanye sawasawa. Bwana Yesu asifiwe sana, nami hapa nataka niabebe yote mawili, nikukumbushe kwamba na wewe unapaswa kufunga Usiache kufunga wakati mwingine ukiwa na jambo ambalo unahitaji kulipeleka mbele za Bwana, funga saa. So unapokuwa umefunga, sio lazima utujulishe au ufanye, ubadilishe staili ya maisha e, a, sio lazima ufanye hivyo. Funga ikiwezekana hata tusijue. Bwana Yesu asifiwe sana, ila Mungu tu ndiye ajue kwamba huyu mtu ameamua kujibiri kwa sababu anahitaji mimi nikutane na hitaji lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, unajua kwa nini nasema kwamba hao wa, wanafiki wanapofunga alafu wanakuwa na nyuso zilizokunjamana wanaonekana kabisa kwamba wamefunga. Anasema kwamba hawa wamekwisha kupata thawabu yao ni kwani kwa, kwa sababu mtu hawa anafanya hivyo ili wasifiwe, na kweli watu wakishajua wakishaona kwamba watu hao wamefunga watawasifia. Sasa Yesu anafundisha anasema wakisifiwa wamepata wanachokitaka. Kwa Mungu hajali kwa sababu kuhusiana na majibu yao. Kwa sababu tayari amepata thawabu yao. Yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata pale tulipoanza kusoma mstari wa 5, ule mstari wa 5, anasema mnapo unapoomba, maana yake lazima ufanyeje? Lazima uombe. Sasa anasema unapoomba usiwe kama wanafiki ambao wao wanapenda kuomba wakiwa wamesimama katikati ya masinagogi. Mama hapa katikati ndiye anaomba sasa. Haleluya. Simani kwangu ukisoma hapo soma. Lakini nachotaka niseme ni kile ambacho Yesu alikuwa anafundisha kwamba wao wanaenda katikati kabisa, walikuwa wanaenda katikati ya masinagogi yale ya Kiyahudi, akisimama pale ndiye anaomba tena, naomba kwa sauti sana. Wengine wanaenda, anasimama kwenye kona ya njia, kwenye kona, maana watu wanapita sana, anasimama pale anaanza kuomba. So, walikuwa nafanya hivyo, sio tu sio ili wawasiliane na Mungu, ili waonekane yule bwana. Ah, kwa maombi usimwambie kitu usimwambie yule, yaani yeye anaomba ana mwombaji sana. Sasa Yesu anasema mtu anayeomba kwa sababu hiyo, mtu anayeomba akiwa na mtazamo huu, anasema Mungu yeye hajali majibu yake, wala Mungu hashughuliki na, na kabisa, kwa sababu ameshapata jawabu yake, watu tayari wanasifia. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Yesu alikuwa anafundisha. Sasa kwenye swala la kufunga, nirudi pale mtu anapo, oh, anapofunga, unapofunga ukiwa na dhamira ya kumtafuta Mungu, hata kama ulikuwa ni mtu wa hasila hasila, jitahidi sana hiyo siku uwe mtu ambaye hauna hasila. Isaya amefundisha vizuri sana sura ya 58 ya kitabu cha Isaya. Isaya anafundisha kwamba hiyo siku ukifunga hata ile budget ya chakula chako ambacho itakiwa kitumie, wape watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwingine akifunga ndiye anasema kitafunio cha asubuhi naweka pembeni, chakula cha mchana naweka pembeni, vyote anavyopiga kifungua tu, vyote anavipiga <laughs> Isa anafundisha tofauti. Isa anasema ile budget yako kile chakula chako wapatie maskini ili kwamba Mungu umpate Mungu uwe umenyenyekea. Haleluya, kwa Mungu uwe umenyenyekea. wale wale wale wanafiki ambao Yesu anawatolea mfano anapofundisha wao walikuwa wanafunga si kwa sababu ya kujinyenyekesha na kuyabeba mahitaji yao. Ah, wao walikuwa wanafunga ili tu wajulikane na waonekane kwamba wanafunga. Sasa huo sio msitizo ambao maandiko yanasitiza, sicho kitu ambacho Yesu alikuwa anafundisha, lakini Yesu anatufundisha.